Muvi naanza. Bosi anaingia chumbani kwa beki tatu bila hodi. Hakuamini alichokiona. Akabaki anadua, akili ina mtuma. Hebu shusha macho chini kidogo fu wangu wewe. Miki tatu akashuka akasema, Mungu wangu, kumbe ni bosi. Mchizi akampigia baba yake simu na kumweleza umeniletea fanya kazi gani katika nyumba yangu. Miki tatu akatoka chafu baada ya kumuona mchizi, akashangaa kisha akamsalimia za jioni bosi, huko akijichanganya, mara za mchana, mara za asubuhi. Bosi baada ya kumuona akamkumbuka ni yule pesikali aliyomchamba kwenye duka la nguo. Akijaribu kumsalimia, akamwambia nyamaza, ninapongea. Ujue hii ni tatizo la kizazi chenu. Unafikiri hapa na kijijini eh, kwamba unaweza kutembea nyumba hadi nyumba na kum kila mtu na pale unapomwona msichana mzuri unamwambia, kamwambia baba yako nakuletea maua ya posa. Hapana, hiki sio kizazi hiko, hiki ni kizazi cha karne ya ishirini na moja. Kwa hiyo siku nyingine ukiona kizazi cha mwili wa genzi kama mimi, ni bora ukaondoka kabla sija kufukuza, na nikikuangalia ulivyovaa, kiukweli huwezi kunipata. Hebu toka mbele ya macho yangu. Mchizi akamwambia nakujua wewe bekitoto. Akatikisa kichwa akamwambia sikujui bosi. Akamwambia sikujui bosi. Mchizi akamwambia nakujua wewe, tuliona na dukani sijae kuonana na wewe kwenye maisha yangu, sijawahi kiukweli, sijui bosi. Mchizi akaangalia jina kwenye simu na kumuliza wewe sikalista baba yangu aliniambia. Mrembo anasema hapana bosi, mimi niogechi. Mchizi akasema unaongea nini wewe, nakujua wewe. Bakoka akakataa kama sio yeye, ila ni yeye, akasema sikujui bosi. Mchizi akamuliza kwa hiyo unafanya kazi kwenye nyumba yangu? Mrembo akajibu ndio, kisha Mchizi akacheka akasema yani hii ni kama movie na kuingia walipoingia ndani, Mchizi akamwambia uliniambia mimi sio hadhi yako, hebu niambie hadhi yako. Beki Tatu akasema kwa sababu ulivyo, kwa sababu ulivyovaa. Mchizi akamwambia nilivaaje na wewe umevaaje sasa? Beki Tatu akafunguka jinsi alivyovaa. Umeposti nyumba yangu, umeposti gari yangu, umeendesha gari yangu. Mchizi akashtuka kama kuona gari lake imevunjika taa, akatoka chapu kuliangalia, akamwambia hebu jo, nani kapasua taa ya gari? Mrembo akaomba msamaha. Mchizi akamwambia utatakiwa ulipe hiyo taa. Bekiteto akasema ntalipa, huku akiwa analia, naomba ukusanye mishahara yangu miezi na miezi kununua taa. Mchizi akamwambia unanipangia cha kufanya kwenye nyumba yangu? Bekiteto akamwambia naomba nikueleze, nilinunua nguo, nilinunua viatu Nikaweza kudripu. Mchizi akamuuliza kudripu ndo nini? Beki tatu akamwambia ni lugha ya jenzi. Mchizi anamuuliza jenzi ndo nini. Generation of zombie? Hapana, ni mimi. Kwa hiyo wewe ni kiongozi wa mazombi? Hapana bosi, ni jenzi mimi. Sikuelewi, jenzi ni meneja wa mazombi au? Beki tatu anasema ni watu wabadi. Mchizi akaona kama anapotezewa muda, akamwambia nakombo, ondoke nyumbani kwangu na kuingia ndani. Anapoingia chumbani kwake, anakutana na chupi sidilia za beki tatu chumbani kwake. Akamuuliza hizi ni nini? Beki tatu akamwambia ni sidilia yangu. sidilia yako kwenye chumba changu? Beki tatu anasema nilipokuja mara ya kwanza esili ilivutia chumbani kwako. Mchizi akakasirika akamwambia, hebu toa nguo zangu katika chumba changu na uondoke. Mchizi akajiuliza, huu ni mfanyakazi wa aina gani? Baadaye mchizi akalala akasikia vitu vimevunjika jikoni. Alipoenda jikoni, akamkuta bekitatu amejificha. Mchizi akamuuliza, unafanya nini? mbona umejikunyata kama mbwa? Mrembo akanyanyuka akasema, nilikuwa na kuandalia chakula bosi. Mchizi akasema, sijali unajifanya mtu mwema, una siku unasiku tatu tu tu uondoke katika nyumba yangu. Mrembo akawa anaomba msamaha, bosi akumwelewa kabisa. Kesho yake, mcheza anarudi kazini anakuta mlango umefungwa, akawa anamsubiri beki tatu arudi. Baadaye beki tatu anaingia na kumsalimia za jioni. Bosi mcheza akamuuliza sasa ndo unarudi? Ndio bosi. Mcheza akamwambia umeona wewe huwezi kubadilika, yani ubadiliki. Mrembo anasema sio hivyo bosi. Hebu nyamaza huko, unanisubirisha nje kwenye nyumba yangu. Kwa hiyo unajifikiri una akili sana eh? unarudi muda unaotaka katika nyumba yangu. Mrembo anasema sio hivyo, nilienda kuuza baadhi ya vitu vyangu ili niondoke, ila nikachelewa. Mchizi anasema hapana, ulikwenda kuishi maisha yako ya uongo. Mrembo anasema nisamehe, sijarudia tena. Mchizi akamwambia hebu fungua mlango huko. Beki tatu akafungua mlango akaingia ndani. Kesho bosi akamwambia una siku moja tu ya kuondoka. Mrembo akapiga goti akamwambia bosi, bosi nakuomba, kwa jina la Mungu, sina sehemu nyingine ya kwenda. Mimi ni yatima, sina familia, sina mtu yoyote. Unaponifukuza hapa, sielewi nifanyeje. Naomba nisaidie na kuishi. Kwa hiyo baba yangu alikusaidia ili uishi, akakupa kazi kwenye nyumba kubwa, kuandaa chakula, kukulipa pesa, lakini bado kweli, bosi, nahitaji kuishi nilihitaji zaidi, lakini nimetambua makosa yangu, nimejifunza bosi, nimebadilika. Mchizi anamuuliza umebadilika nini? Beki tatu anamwambia nimejifunza kutoishi maisha ya uongo, nisamee bosi, naomba nisaidie. Mchizi akamwambia nitakuacha uishi hapa kwa huruma ya Mungu. Beki tatu akashukuru Mungu, hebu nyamaza. Mchizi akamwambia utaishi hapa lakini hutolipwa. Beki tatu anasema bosi, bosi. Mchizi anamuuliza unapamba kwenye masikio yangu? anasema hapana bosi. akamwambia utaishi hapa bila kulipwa utakula na utaishi bule. Kama unataka kulipwa pesa ziko nyingi, unaweza kaenda kutafuta kazi. Bekizo kamwambia bosi, nikiomba mahitaji ya pesa kama uto nipa je? Mimi ni mwanamke, nahitaji sabuni, nahitaji mafuta, nahitaji pesa. Usiponipa nitaishije? Mchiza kamuuliza utaenda kutafuta kazi au la? Bekizo kabidi akubali tu. Asubuhi mchiza anataka kwenda kazini, bekizo anamuita bosi, bosi. Mchiza anamuuliza kuna tatizo gani? Anamwambia samahani bosi, nakwenda kutafuta kazi leo. Mchiza akamwambia hiyo ndo sababu ya kunisimamisha beki tatu? Anasema ndio, kwa sababu nahitaji funguo bosi. Umechukua funguo zote bosi, kwa sababu nitawahi kurudi, naomba nipatie. Mchizi anamuuliza funguo ya nyumba yangu? Ndiyo nyumba yako bosi. Kwa hiyo unaitaka? Kwa sababu nitarudi kabla yako bosi. Mchizi akamuuliza kama utarudi kabla yangu, shida uko wapi? Beki tatu akamwambia nitashindwa kuingia. Mchizi akamwambia shida iko wapi kama ukinisubiri nje? Kwani hii ni nyumba yako? Aikaite, kwani hii ni nyumba yako? Kalista bosi, hilo ndio jina langu, samani bosi. Kwa hiyo unanisaidisha Hapana bosi. Mchizi akamuuliza aikaite na Kalista tofauti kwa wapi? Beki Tatu akamwambia hakuna tofauti bosi. Mchizi akamwambia wewe nenda katafute kazi na kuondoka. Mchizi usiku akachelewa kurudi, ikabedi Beki Tatu abaki mlangoni akiwa anamsubiri bosi arudi. Bosi anarudi akamwambia umerudi, he? anasema ndiyo bosi, nilikwambia kama nitarudi kabla yako. kwa hiyo ndo nini kama utarudi kabla yangu, kwa hiyo uweze kunisubiri au umesahau ulivyonikasirisha jana usiku? Beki Tatu akamuuliza kwa hiyo umekuwa mashindano, unawezaje kuongea kama hivyo mbele yangu? Bosi akamwambia, "Hii ni nyumba yangu na kuja nyumbani ninavyotaka. Kama sijisiki kulala nyumbani, nitalala hotelini, sawa?" Beki Tatu akamwangalia kisha akasema kwa sauti ya chini, "Huo ni utoto bwana." Bosi akamwangalia kisha akamuuliza, "Umesemaje?" Beki Tatu akasema, "Sijasema chochote. Bosi akafungua mlango na kuingia ndani. Baada ya kuingia ndani, Beki Tatu akamuuliza, Una matatizo gani? Nishakwambia niko sawa. Alafu ananiuliza kama niko sawa. Kama ujui niko sawa au sio? Nakwambia niko sawa. Beki Tatu akamuuliza, una uhakika uko sawa? Maana umechelewa. Hivi una matatizo gani, Haikate? Sijui una matatizo gani. Niko sawa. Hivi unachukulia mtoto na nishakwambia niko sawa. Amoke. Okay. Samahani bosi. Wakati anaondoka akamsimamisha tena. Bosi bosi, nina habari njema bosi. Nataka nikupatie. Bosi akamwambia, habari gani hiyo? Beki Tatu akamwambia, nimepata gazi bosi. Akasema oho, bora umepata. Ni kazi gani hiyo? Beki tatu akamwambia, ni kazi ndogo. Mhudumu mchizi akamwangalia kisha akamwambia, unafanana nayo hiyo kazi, na kuondoka zake. Beki tatu akabaki anajishangaa akijiangalia mwenyewe. Baadaye mchizi akaja mezani, akamkuta beki tatu anakula. Akamwambia, angalia unavyokula, angalia kiasi unachokula. Umejeza sana meza, umejeza sana hivi. Umeona unavyokula? Sijui ni jinsi gani ulivunishawishi kukuruhusu kuendelea kukaa hapa. Sijui lengo la baba yangu ni nini, nashindwa kuelewa. Unawezaje kula hivyo hebu angalia unavyokula, unaona unavotumia hela yangu. Bekito akamwambia samani. Bosi akamwambia umeona unachofanya na kuposti kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo, kwa sababu umenifanya mimi mpumbavu, unahisi unaweza kumfanyia mtu yeyote. Bekito akasema sasa nimekuelewa, na kuendelea kula. Bosi akamwambia tatizo lako lingine ujafunzo kwenu, yaani unaongea na mimi wewe unaendelea kula, naongea na, na wewe unakunywa maji. Bekito akamwambia mimi sikuelewi kabisa, kila nachokifanya naona nakukosea. Bekito akaendelea kula. Bosi akawaka ukiendelea kula nitamwaga chakula. Yaani mimi naongea ya wewe unakula, ni upumbavu gani uliona nao na kuondoka zake. Beki tatu akamfyonya na kugonga meza. Bosi akarudi na kumuliza. Kwa hiyo ulikuwa unatukana? Beki sawa akasema hapana, ninaimba wimbo. Bosi akasema unanidanganya, nimesikia sauti ya kunifyonya. Hapana, bosi, ni wimbo wa mafyonyo. Akajisahau akafyonya tena na kuziba mdomo. Akachukua paja la kuku na kusema ngoja nikaendelee na wimbo wangu wa masonyo. Mchizi akabaki akishangaa. Baadaye beki tatu akamletea bosi chakula. Bosi akauliza chakula? kamjibu ndio bosi nimekuletea. Nilikwambia uniletee chakula? Hembu niambie, nilikwambia nina njaa. Beki tatu akaomba samahani, sawa, nitakirudisha bosi. Akamwambia njoo hapa, kama utaondoka na kukitupa hiko chakula, kesho asubuhi nakufukuza. Beki tatu akasema hapana bosi, nitakila, naomba uniondoke nacho, nitakila. Bosi akasema, unathibitisha kwamba unapipa kwenye tumbo lako, kwa hiyo utakula hiki chakula, hembu lete hiko chakula. Kumbe bosi alikuwa na njaa, anaogopa tu kusema. Akajiuliza amejuaje kama nilikuwa nanja. na njaa na kupiga ishara msalaba na kuanza kula. He, bwana na siku inayofuata kumbe beki tatu alichelewa kwenda kazini, akawa anajiandaa ili aende kazini, huku akivaa nguo moja tu, akipaka mafuta. Baada ya kupaka mafuta miguuni, akataka kupaka mafuta tumboni kushuka chini. Alipoachia nguo chini, bosi naye akaingia ghafla. Alipoingia bosi, kila mmoja kaduaa, haamini kilichotokea. Kama movie hivi, mchizi akasogea zaidi mbele, akamtazama beki tatu usoni. Kisha akili kamwambia, tazama na chini kidogo. Alimtazama kitumbua, nguo na kujifunika. Na oh yeye akawa kama kachanganyikiwa hivi mapepo yote yakamwisha bosi akashuka mpaka chini sebleni akawa anajiuliza nyumbani nimefuata nini hivi mbona sielewi mara beki tatu akashuka chini sebleni baada ya kumaliza kuvaa kisha bosi akamwambia nisamehe naomba nisamehe sana sikujua kama ulikuwa juu akamwambia usijali hakuna shida bosi akasema nilikuja nyumbani kuchukua kitu sikujua kama utakuepo kwa muda huu kalista akamwambia usijali bosi akasema nimechanganyikiwa kuona utupu wako kalista akamwambia usijali ni kawaida tu kisha akamuuliza kuna kitu chochote Nikusaidie nini? Kuna kitu natafuta? Bosi kachanganyikiwa anasema ndiyo, nimekuja kuchukua kitu, maana kasahau hata kitu kilichomleta. Ikabidi amwambie nimekuja kuchukua funguo, funguo ya gari jingine, ndio maana alikuja kutafuta. Je, unaweza kunisaidia kutafuta? Kalista akasema ndiyo na kuenda kumsaidia kutafuta, huku bosi kachanganyikiwa haamini alichokiona mpaka kapagawa. Jioni aliporudi kazini, bekisizo akamwambia good night, bosi akamwambia nawe pia. Bekisizo akamwambia bosi, unahitaji chochote, chakula? Bosi akasema sihitaji. Akamuuliza, una uhakika huhitaji chochote? Bosi akasema sihitaji, na kuelekea chumbani, huku beki tatu akionekana kama anataka kumpa kitu hivi. Bosi alipoingia chumbani, bosi akawa anajisemesha mwenyewe. Ebu tulia, acha kuangaika huko chini. Hivi ni matatizo gani? Mbona anakuwa kama vile bika vile? Ah, ebu tulia. Naomba tulia. Tulia. Ni shono tu kwa wanawake wengi sana. Kwani yeye, nini ana nini cha pekee? Ebu tulia. Mimi sio bika ujue. Kesho yake mrembo kawa anafanya usafi jikoni. Bosi akaja alipomwangalia tu ikabidi akohoe. Bosi sio, akamsalimia. Habari za asubuhi. Je, unahitaji chochote? Bosi akasema, "Ndiyo, nipatie gasi ya maji." Akasema, "Sawa, nitakuletea." Bosi akapagawa akasema, "Kikombe cha chai chai." Basi nitakuletea. Bosi akamwangalia na kuondoka. Beki tatu akawa anajiuliza, chai au maji, au nikuletee vyote? Jioni anarudi kazini, anamkuta bosi kakaa sebeni, akamsogelea na kumsalimia za jioni. Bosi bosi akasema ni nzuri, mbona umechelewa? Akasema, tulikuwa na mkutano wa wafanyakazi, ndio maana nimechelewa. Bosi akasema sawa. Beki tatu akamuuliza, ungependa kula nini usiku? Chochote kitakuwa sawa. Beki tatu akawa anaondoka, bosi akamuuliza, Kalisa, una matatizo gani? Unaonekana hauko sawa. Beki tatu kusema sijisikii vizuri kiukweli, na hisi kwa sababu nimefanya kazi mfululizo. Akamuuliza ushatumia dawa, alipotaka kusema tu mara akataka kutapika. Mchizi akashangaa wikisika kukimbilia chooni kutapika. Bosi akaenda kwa rafiki yake, akawa atulii. Rafiki yake anamwambia ya kama ana mimba, hiyo sio kazi yako. Mchizi akamwambia kwa nini sasa apate mimba, kwa nini? Rafiki yake akamwambia ya yule ni mwanamke, ni mtu mzima. Kwa hiyo kuwa mtu mzima ndio anashindwa kutumia kondomu? Rafiki yake anashangaa ya na, na kumuuliza wewe ulitakaje maana umekuwa unawaza kama ana mwanaume. Mchizi akasema hana boyfriend, sije kumuona akiongea na mwanaume kwenye nyumba yangu. Rafiki yake akamwambia, ngoja nikuulize swali, yeye kupata mimba inakuhusu nini wewe? Mchizi akaropoka, sawa, nampenda, napenda msichana mpumbavu, nimejaribu kumtoa kichwani imeshindikana, nimejaribu kusoma vitabu kibao imeshindikana. Mchizi akasema Kalista sio mzuri tu, anaweza kupika kufanya usafi, na nilipoona utupu wake amenichanganya kabisa. Sasa ameenda kulala kasema na wanaume wengine. Rafiki yake akasema, mfukuza kaishi na aliompa ujauzito, kwa nini uchukue jukumu ya mtu mwingine aondoke, ndio mfukuze, fasa akaishi na baba wa mtoto. Mchiza kumwelewa kabisa rafiki yake kwa sababu anampenda sana. beki tatu nyu bosi akamwambia tulia, una mimba national kabisa, na ndio maana nataka uniambie alihusika. Nataka kujua kama ana uwezo wa kuhudumia. Bosi, nimekwambia sina mimba na sijui, hutaki kuniamini kwa nini? Bosi akafunga laptop na kumwambia, kwa mara ya kwanza nilipokuona, nilikupenda na ninakupenda ndio maana nilitaka kukutongoza. Nimejaribu kila kitu kinachoweza kutokupenda lakini nimeshindikana. Kalista akasema, nisamehe bosi. Huna haja ya kuomba msamaha. Alipogundua una mimba, niliumia sana. Hebu niambie mimba hii ni ya nani? Maana nimechunguza dalili zote kwenye Google zimeonyesha una mimba. Beki tatu akajiangalia na yeye kama ataona hizo dalili. Wakati bosi anaendelea kumwongelesha Beki tatu akaumwa kichwa ghafla na kudondoka chini. Bosi kabidi amnyanyue na kumpeleka hospitali. Daktari alipotoka, Mchiza akamuuliza anaendeleaje na mtoto je? Daktari akamuuliza mtoto gani? Mchiza akamuuliza kwani sio mjamzito? Daktari akasema hana, hana dalili. Dalili zinaonyesha amechoka tu ikampelekea kuzidiwa. Mchiza akamuuliza una uhakika hana mimba? Daktari akasema hana, kama unafikiria hivyo, just hana. Bosi akamchukua Beki tatu na kumrudisha nyumbani. Kisha kampeleka chumbani kwake na kumwambia, hebu pumzika hapa. Beki tatu kamuuliza, kwa nini umeleta chumbani kwako? Kalisa yuko na mwanaume sebleni Kalisa akamkaribisha habari yako bosi. Bosi akamwangalia na kuondoka zake. Baadaye mgeni wake Kalisa anamuuliza yule ni nani? mbona umejishusha kwake? Kalisa akamwambia yule ni bosi wangu anamiliki nyumba na kila kitu kilichomo na anamiliki vyote nilivyoposti kwenye mtandao wa kijamii. Mchizi akashangaa, Kalisa akasema amwe feki. Mchizi akasema feki, utakuwa unanitania. Akamwambia sitanii, naomba uondoke. Mchizi akawa helewi, ikabidi amnyanyue na kumtoa nje. Baadaye mchizi akashuka kutoka chumbani kalisa Kalista akamfuata haraka. Mchizi anamuuliza kuna nini? Kalista anasema sijafanya chochote. Bosi anasema haina shida. Bekisto akasema ina shida. Bosi anasema shida gani? Una uhuru wa kuwa naye. Bekisto akasema nakupenda wewe, nakupenda sana. Bosi anatabasamu kwa dharau, akamwambia sina chochote, sina pesa, sina connection, najua uwezi kunufaika cha chochote kutoka kwa mwanamke muongo kama mimi. Bosi anasema usizungumze hilo, huyo sio wewe, akamwambia tulishazungumzia hilo, yaliyopita yamepita. Sawa. Sawa, bosi ila nisamee kwa hilo bosi akamwambia, hauna haja ya kujifanya unanipenda, kwa sababu najua una mwanaume. Kalisa akashangaa mwanaume mimi? Sina mwanaume, niko singo. Bosi akasema nimeona na mwanaume. Kivipi? Siku chache zilizopita nimeona simu yako ikiwa inaita, na nilipoitizama aliyopiga simu aliyopiga umemsevu my love. Beki tatu, oh bosi, yule ni shangazi yangu. Yule ndio pekee alionelea kijijini kwetu. Shangazi yako ndio bosi. Naweza nikampigia simu nikakuonyesha. Ngoja nikalete simu. Bosi akasema usijali nakuamini. Kisha akamwambia, "Asante kwa kunipenda. Ila nashangaa jinsi ninavyokufanya kuwa mpenzi wangu." Kalisa akamwambia, "Najua mimi sistahili kuwa mwanamke bora kwako." Sistahili? Bosi akacheka sana. Kalisa akamuuliza, "Kwa nini nacheka?" Bosi akamuuliza, "Kwa hiyo unaona wewe sio mwanamke bora kwangu? Unasemaje hivyo wakati nilikupenda kwa mara ya nilipokuona wewe ni kila kitu katika maisha yangu na kuondoka kesho yake. Mrembo yuko jikoni, ana furaha tu, kashakubaliwa na mchizi bado kumpa utamu tu. Kwa hiyo kwa hiyo ana moto. Mrembo anawaza bado ya msosi mtamu anaopika itakuwaje. Akamfuata sebuleni na kumwambia, chakula chako tayari bosi. Bosi akamwambia, kwa nini usingetulia mpaka weekend? Mrembo akasema nishapona niko poa bosi. Kisha mrembo akamwambia napenda kukulisha bosi. Bosi akamwangalia kisha akamuuliza, umesema unapenda kunanisha, si ndio? Mrembo akamjibu ndio bosi. Bosi akatabasamu na kumwambia njoo kaya hapa. Mrembo akatabasamu akasogea na kukaa karibu yake. Bosi akamwambia napenda nikwambie kitu. Kitu gani ko? Bosi akasogea karibu na kumshika mkono na kumwambia kila nikikutizama naona kama ndipo na malaika aliyetoka mbinguni na kuletwa kama zawadi mbele yangu. Moyo wangu ulidunda juu yako kwa mara ya kwanza nilipokuona, bado nakuhitaji. mimi ni mwanaume nisiotaka kukuchezea. Mrembo akamtizama bosi wake akasema sijui kama ndatosha kwenye moyo wako. Bosi akamwambia utatosha sana Ningipenda kukukisi mrembo lipsi na kumwambia sawa. Wakaanza kula denda, wakaangaliana tena akamwambia mrembo, akasema bado. Wakaendelea kupeana madenda. Mrembo akayonywa mikono na kusogeza kwenye mashavu ya mchizi ili denda liwingie. Yanaendelea mchizi akapeleka mkono kwenye kiuna chamrembo ukuakimtizausouwaund yetu ya